Uh, wapendwa, niwakaribishe tena tuendelee kujifunza kuhusu mtandao wa Bebicode, na leo nitawaletea video fupi tu inayohusu nyimbo za dini eh. Kwenye ukurasa mkuu ambao ndo tuko sasa unaweza kuzipata nyimbo za dini au mziki wa Injili kwa chini. Tukienda chini huko, hapa kuna mziki wa Injili ambapo zinapatikana nyimbo tatu tu ambazo zimepakiwa hivi karibuni. Nyimbo tatu za mwisho ndio unaweza ukazikuta hapa, na ukizicheza zinachezeka zote, zinaisha zote unapiga wimbo wote unaisha. Hapa kuna audio ya wimbo Bwana wa Magdalena Nyambaria e, na mwingine safari ya mbinguni Magdalena Nyambaria, na jina la Yesu wa Isaac Juma. Ipo nyimbo tatu. Ukitaka sasa uende kwenye ukurasa wenyewe nyimbo zote za dini ya miziki ya Injili kibonyeza hapa neno hili mo takupeleka moja kwa moja kwenye huo kurasa kwenye nyimbo zote za dini. Pia chini yake kuna subscribe, unaweza ukaweka email yako ili huo unapata taarifa zote zinazohusu mziki wa Injili. Na chini yake kuna maneno rudi juu, nikibonyeza na narudi juu hapa kwenye vipengele, kipengele cha pili kimeandikwa dini kwayi. Nikikibonyeza kinanipa chaguzi mbili, muziki wa injili na mahubiri au homilia. Kwa hiyo lengo letu ni kuingia kwenye ukurasa wa nyimbo za dini au muziki wa injili. Kwa hiyo nikibonyeza hapo nanileta kwenye ukurasa wenyewe wa mziki ya Injili kwenye mtandao wetu wa Bebicode. Kama tulivyoona kwenye ukurasa mkuu, nyimbo zilizopakiwa hivi karibuni ndio zinakuwa ziko juu, ambapo kuna bwana na Magdalena nambali ya safari ya mbinguni ya Magdalena na Isaac Juma, Jina la Yesu, salamu na nyingine, Bwana sema, tunzi majaliwa na kwaya ni ya Mtakatifu Martin de Porres, mwananyamara mkono wa kuume, tunzi pi bikrenyema na kwaya ndo ya Mtakatifu Martin de Porres, kwangu mimi kuishi ni Kristo, tumsifu Yesu mirere E, tumshukuru Mungu na nyinginezo kama hizo. Hizi ukizicheza zinacheza sehemu tu ya wimbo, amalizi wimbo wote, na ukizitaka kupata wimbo mzima, ukae kwenye simu yako au kifaa chako chochote, unaenda sehemu ya juu, hapa juu kabisa, hapa imeandikwa pakua, unabonyeza na kwenda kupakua wimbo namna gani ya kupakua video zake, nitazileta hivi karibuni. Karibu tutembelee ukurasa huu tupate nyimbo au tupakie nyimbo za dini.